Moja kati ya historia ambazo zimewahi kuandikwa duniani by the way, leo sitaki tuzungumze kuhusiana na mambo ya soka, kwa hiyo niweke hapa pembeni alafu tuzungumze vyema kuhusiana na kile nilichokuandalia mwana IREM TV. Moja kati ya vitu ambavyo vimewahi kuwashangaza watu wengi na kushikilia rekodi za kuwa matukio yanayotazamwa zaidi katika mitandao ya kijamii ni pamoja na video ya mpishi Nusret Goke kutokea nchini Uturuki ambayo video yake ilipendeza zaidi ya macho ya watu milioni kumi kote duniani ambao walitazama kile alichokuwa akikifanya katika eneo lake la upishi na namna ambavyo alikuwa akiserve kwa wateja wake. Kuna mzungumza mtu ambaye baadaye alikuja kufahamika kama Salt Bae. Watu wengi wanamfahamu na wanamkumbuka Nusret Goke ambaye alifanikiwa kufungua matawi ya sehemu zake za kuuza chakula katika taifa lake la Uturuki. Kafanikiwa pia kufungua katika taifa lake la Ugiriki lakini pia alienda mbali akasogea na kufungua matawi pia katika mataifa tofauti tofauti makubwa kote duniani ikiwemo taifa la Marekani, United Kingdom pia na baadaye akasogeza matawi hayo mpaka katika mataifa falme za Kiarabu ikiwemo Dubai. Utakuwa namkumbuka Nustret Goke aliyebeba jina la Nostret, kama sehemu ya migawa yake maarufu mpaka kufikia kutafutwa na watu maarufu duniani kwa namna yake maridadi kabisa alivyokuwa akiweka chumvi katika nyama au namna ambavyo alikuwa akikatakata nyama ambayo alikuwa akipeleka kwa wateja wake. Kina Lionel Messi wamefanikiwa kumtembelea. Kina Stephen Curry na watu wengine maarufu kote duniani walifanikiwa kumtembelea. Yuko hapi kwa hivi sasa, Nusret Goke anafanya nini? Kwa nini ghafla matawi yake katika maeneo tofauti tofauti duniani yamefungwa, kutoka sehemu ya kuuza nyama yake kwa takriban dola za Kimarekani elfu moja na mia tano kwa stake moja, na mpaka hivi sasa kuwa miongoni mwa watu ambao hawazungumzi tena duniani, hawatembelewi na mastaa duniani. Kwa nini Nusret Gokce ameanguka? Yeye ni nani? Wapi alipoanzia mpaka kufikia umaarufu wake, pamoja na namna ambavyo amedondoka, ni miongoni mwa vile ambavyo tutakusimulia leo katika stori yetu ya siku kupitia Irem TV. Mambo vipi mwana Irem TV? Karibu sana katika simulizi ya siku ya Irem TV. Mtayarishaji na msomaji wa makala haya ni mimi Emmanuel Goodluck. Katika zama ambazo mitandao ya kijamii imeshamiri, hadithi ya Nusret Goke maarufu kama Salt Bae ni mfano kamili wa jinsi mtu wa kawaida anaweza kupaa hadi kileleni kwa kupitia mchanganyiko wa ujasiri ya mali, sanaa, ujasiri ubunifu pamoja na utambulisho wa kipekee wa chapa yake, yani brand identity, lakini pia ikiwa kinachoonyesha upande mwingine wa umaarufu, jinsi ambavyo fahari, gharama pamoja na soko lenye ushindani mkali vinaweza kusababisha kuporomoka kwa taswira na biashara, hata kama ukiwa na jina kubwa kupita kiasi. Nusret Goke katika simulizi yetu ya siku ya leo alizaliwa mapema Agosti 9 mwaka 1983 katika familia ya kifukara katika mji wa Ezram mashariki mwa taifa la Uturuki. Baba yake Faik Goke alikuwa ni mfanyakazi wa migodini na kazi yake ilikuwa na mshahara mdogo uliofanya familia yao kuishi katika mazingira magumu. Wakati Nusreti akiwa katika umri mdogo, familia yake ilihama mji na kuhamia katika jiji la Istanbul pale Uturuki, ili wapate maisha bora zaidi pamoja na nafasi kubwa ya kufanya kazi na kuongeza kipato cha familia yao. Hali haikubadilika sana ya maisha kama vile walivyotarajia. Maisha ya mtaani pamoja na uhaba wa chakula na ukosefu wa fursa za elimu viliendelea kuwa changamoto kubwa katika familia ya mzee Faik. Kutokana na ugumu wa maisha, Nusret Goke alihitimisha ndoto zake za kusoma akiwa na umri mdogo tu, darasa la sita akaacha shule, akiwa hapo umri wake ukiwa ni miaka kumi na mbili pekee. Lengo ni kuisaidia familia yake na kuwasaidia wazazi wake kupambana zaidi katika fursa za kazi za mikono. Hapo ndipo safari ya maisha yake ilipoanzia rasmi. Akiwa na umri wa miaka kumi na tatu, Nusret Goke alibahatika kupata kazi na alianza kufanya kazi kama mwanafunzi katika maduka madogo madogo ya nyama katika jiji la Istanbul. Kutokana na kujifunza kwake kazi yake ikwenda mbali, iliishia kwenye kusafisha, kubeba pamoja na kukatakata nyama, kazi ambayo watu wengi waliona ya kawaida, lakini kwake Nusret Goke ile ilikuwa ni shule ya kujifunza nidhamu ya kazi, kuheshimu wateja, na hasa alijifunza zaidi sana ya nyama, jinsi ya kuichagua, kuikata na kuiandaa nyama bora na kwa heshima kubwa. Ilimbidi kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi ya wafanyakazi wa kawaida. Dhumuni la Nusret Goke ilikuwa ni kuongeza ujira wa ziada pamoja na kuongeza ujuzi wa kitaalamu pamoja na upendo wa kazi yake. Miaka michache baadaye Nusret alianza kuwa na ndoto kubwa zaidi. Alitaka kuona ulimwengu wa soko la nyama nje ya taifa la Uturuki, na kwa juhudi zake binafsi aliomba msaada na kusafiri kwenda katika taifa la Arjentina, taifa maarufu zaidi kwa nyama za ng'ombe na mbinu za uchomaji wa nyama, yani grill culture. Akiwa katika taifa la Arjentina alijifunza kutoka kwa wapishi wa kongwe, akajua tofauti za nyama, mbinu za kukata, pamoja na falsafa ya nyama ni heshima baada ya hapo alitembelea katika mataifa mengineyo ikiwemo taifa la Marekani, ambapo alijifunza juu ya huduma bora, kuwasilishaji wa chakula mezani na thamani ya ubunifu katika sekta ya chakula cha kifahari. Hizi ni safari ambazo zilimjengea misingi mikubwa ya kijasiria mali. Fikra zake za kuanzisha biashara yake mwenyewe ndipo zilipoanzia mwaka 2010, safari ya Nusret kama mfanyabiashara wa kujitegemea ndipo ilipoanza katika mji wa Istanbul kwa Uturuki. Alifanikiwa kufungua mgahawa wake wa kwanza wa Nusret Steakhouse katika eneo la Eltia huko katika jiji la Istanbul, mgahawa aliobatiza jina la Nusret, neno ambalo lilitokana na mchanganyiko wa jina lake mwenyewe yani Nusret pamoja na neno la Kituruki la et linalomaanisha nyama. Ndani ya muda mfupi, Nusret alipata umaarufu kutokana na ubora wa nyama yake, huduma ya kirafiki, pamoja na mtindo wa mapishi Wateja wa awali waliotembelea mgahawa wake katika jiji la Istanbul walikuwa ni wafanyabiashara, wanamuziki na wanamichezo waliopenda ubora wa kipekee wa huduma yake. Nusret hakutaka tu kuuza nyama, alitaka kuuza pia uzoefu. Ubora wa huduma yake, alipenda kuwa mbele ya wateja, kuandaa nyama kwa mikono yake mwenyewe na kuwasilisha kwa mtindo wa kipekee, akifanya huduma ya kuseva chakula kuwa sanaa ya kipekee mbele ya wateja wake. Mnamo mwezi Januari mwaka 2017, video fupi ya Nusret iliweka katika mtandao wa Instagram ikimwonyesha akikata nyama ya Ottoman steak na kunyunyuzia chumvi kwa mtindo wa kipekee, ililipua mitandao. Aliirusha chumvi kwa kuupinda mkono wake na kuidondosha juu ya nyama, kitu ambacho kilimsababisha kubadilishwa jina kutoka Nusret hadi kuitwa Salt Bae, yani bwana chumvi. Video hiyo ilipata zaidi ya watazamaji milioni 16 katika mitandao ya kijamii ndani ya siku chache toka kuwekwa kake. Na hapo maastaa tofauti tofauti duniani akiwemo Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo pamoja na David Beckham walitembelea migawa yake maarufu, hapo ikamsababisha Nusret Goke umaarufu wake kupanda, akawa nembo ya mitandao ya kijamii akifuatwa na zaidi ya watu milioni 60 katika akaunti yake ya Instagram Kutokana na mafanikio ya Nusret Goke, alianza kuipanua biashara yake kwa kasi. Ndani ya miaka michache na alifungua migahawa katika miji mikubwa mbalimbali duniani ikiwemo Dubai, Doha, New York, London, Mykonos, Abu Dhabi, Miami, Los Angeles pamoja na maeneo mengine mengi. Ndani ya muda mfupi Nusret iligeuka kuwa mnyororo wa kimataifa wa migahawa ya kifahari duniani ikifananishwa na kile kinachofanywa na Kentucky fried chicken, wengi wakiifahamu kama KFC. Watu maarufu mbalimbali kote duniani ikiwemo wanasiasa, watu wenye fedha, wasanii pamoja na wanamichezo mbalimbali walianza kutembelea katika migahawa yake hiyo, wakitamani kuipata huduma bora ya Nusrat Goke. Umaarufu huja na mengi, moja kati ya hivyo vingi ni pamoja na faida na gharama kubwa ambayo ilibebwa katika migahawa mbalimbali ya Nusret Goke. Hesabu ya kawaida inataja ya kwamba nyama ya Tomahawk steak iliuzwa zaidi ya dola elfu moja katika baadhi ya matawi yake, na wakati huo huo thamani yake binafsi, yaani Nusret, ilikadiriwa kufikia dola za Kimarekani milioni 70 hadi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, na chapa yake ikawa ishara ya nasa hadhi pamoja na maonyesho, yaani showmanship. Wakati umaarufu wake ukizidi kati ya mwaka 2017 na, na, na mwaka na 2021, na Salt Bae alikuwa ni alama ya kudumu ya utamaduni na sanaa duniani. Miongoni mwa yale aliyompandisha juu zaidi ni pamoja na kuhudumu katika kombe la dunia mwaka 2022, pamoja na kukutana na ukosoaji mkubwa mara baada ya kuingia uwanjani na kuligusa kombe la dunia. Alionekana akiwa na mastaa tofauti tofauti Alipata nafasi ya kufanyiwa mahojiano katika vyombo vikubwa vya habari duniani ikiwemo CNN, CNBC pamoja na The Guardian. Moja ya vile vilivyoacha historia kuhusiana na Nusret katika taifa la Uingereza ni pamoja na uzinduzi wa mgawa wake uliofunguliwa katika jiji la London. Aina ya sherehe iliyofanyika pamoja na wateja binafsi kuweka booking ya zaidi ya wiki nyingi mbeleni. Ilikuwa ni miongoni mwa yale ambayo yalishika vichwa vya habari na kumfanya Nusret Goke kuendelea kujizolea umaarufu kote duniani. Lakini pamoja na yote, hakuna marefu yasiyokosa kuwa na ncha. Mmoja kati ya mistari ya Fid Q inasema usupastar huwa ni fake, utakungarisha ukiwa na market, utakupa sent, utapita juu ya red carpet, utageuka young and restless, utakupa wanawake, utakupa mafake brethren, kisha utaenda zake. Kwa hiyo power is not permanent, huwa ipo kwa muda tu, respect your own conglomerate fikiri kikubwa tu masaa yarudi nyuma kama muda wa kufuturu waliokataa utumwa wanashtuka wana uhuru. Yawezekana mistari hii e, Faridi Kubanda hakumwimbia Nusrat Nusrat Goke, lakini aliwaimbia wote wanaopanda na kung'aa kama dhahabu duniani, ya kwamba siku moja watarudi katika matope na udongo, na itawabidi kuchimbwa tena ili kugeuka kuwa dhahabu. Hili ndilo ambalo lilimkuta Nusrat Goke. Tukio la mwaka 2022 katika fainali za kombe la dunia katika taifa la Qatar, ilimsababisha Nusrat Goke kuondoa picha yake sahihi, namna ambavyo alikuwa akisifika kwa biashara yake, na baadaye alionekana kama mtu anayetafuta kiki duniani na sio vile ambavyo watu wengi walikuwa wakimfikiria. Nusrat Goke aliingia uwanjani na kuligusa kombe la dunia bila ya ruhusa, alimgusa pia Lionel Messi, kitu ambacho kilionekana kukiuka heshima za utaratibu ambao FIFA waliweka pamoja na changamoto nyingine tofauti tofauti za kibiashara. Anguko la Nusret Goke lilipoanza mapema mwaka 2022 lilitokana na namna ambavyo wateja wengi walianza kulalamika kuhusu gharama zisizo za kawaida za chakula. Mfano, bili ya paundi 1037 kwa chakula cha watu wanne katika jiji la London ilivuma zaidi mitandaoni, ikachochea mjadala waje thamani ya kile kinachouzwa katika migawa yake kiko wapi ambapo wateja wengi walijitokeza na kutoa maoni ya kwamba huduma haikuwa ya kipekee kama ambavyo bei zilikuwa kubwa. Taarifa za kifedha za Nusret katika taifa la UK zilibaini ya kuwa kampuni yake ilipata hasara ya zaidi ya pauni milioni 5.5 katika mwaka 2024 pekee kutokana na peke, na kufungwa kwa matawi mengi katika maeneo mengine mbalimbali kote duniani. Baadhi ya matawi ambayo ya yalifungwa yalikuwepo katika miji ya Beverly Hills pamoja na New York Midtown. Ripoti mbalimbali zinaonyesha ya kuwa malalamiko ya wafanyakazi kuhusiana na mishahara midogo pamoja na ugumu wa mazingira ya kazi miongoni mwa vile vilivyochangia kumburuza Nusret Goke kutoka kileleni hadi mavumbini. Watafiti mbalimbali wanaamini mbali, ya kwamba umaarufu wa Salt Bae ulijengwa juu ya show, mtindo pamoja na namna ambavyo alikuwa akihudumia wateja wake, lakini biashara ilihitaji zaidi ya yale aliyokuwa akiyafanya ya kibunifu ilihitaji ubora kudumu, iki, wa kudumu lakini pia bei stahiki pamoja na namna ambavyo wateja wataipokea na kuikubali biashara yako, lakini haya hayakuwa miongoni mwa ambayo Nusret Goke aliyazingatia. Mpaka wakati huu tunapozungumza, Nusret Goke ametoka katika nafasi ya kuaminiwa na kupendwa zaidi duniani na watu maarufu. Namna ya kufuatiliwa kwake katika mitandao ya kijamii kumeshuka pia, ambapo wafuatiliaji wake wameshuka kutoka zaidi ya milioni 60 hadi milioni 52.3. Pamoja na kutetereka kwa brandi yake, mpaka wakati huu Nusret Goke bado anaendelea kuwa miongoni mwa watu maarufu duniani, lakini si kama mwanzoni. Chapa yake, yani brand, imetetereka kwa kiasi kikubwa mpaka hivi sasa mitandaoni. Takwimu mbalimbali zinaonyesha ya kwamba migahawa ya Nusret mpaka hivi sasa imeporomoka kwa kiasi kikubwa mpaka hivi sasa ambapo mwaka 2022 alikuwa akipata tanova ya zaidi ya pauni milioni 13.6 akitengeneza faida ya zaidi ya pauni milioni 3.3 kwa mwaka katika baadhi ya migawa yake duniani, na mwaka 2023 mapato yake yaliteremka hadi pauni milioni 9.3 kwa maana ya tanova kutoka pauni milioni 13.6 akipata faida ya pauni milioni 1.7 kwa kipindi cha mwaka ikionyesha kushuka kwa kiasi kikubwa kwa biashara yake inayopatikana duniani. Pamoja na kuteremka kwake, bado Nusret Goke ana mambo mbalimbali mbali ya kukufundisha, kama mfanyabiashara, mtu maarufu na unayekwea katika nafasi tofauti tofauti kwa hivi sasa duniani. Unaweza kujifunza kuhusiana na namna ambavyo ujasiri unaweza kukutoa hatua moja hadi hatua nyingine, kutokana na namna ambavyo Nusret Goke alijiamini, licha ya kwamba alitoka katika familia ya masikini, lakini alikuwa na ndoto kubwa ya kuanzisha mikahawa yake kote duniani lakini pia unaweza kujifunza katika hadithi ya Nusret Goke kuhusiana na thamani ya ubunifu katika kile unachokifanya. Mbali na yote, unapaswa kujifunza kuhusiana na ukuaji wa kibiashara pamoja na chapa yako ambao utakuletea umaarufu, lakini siku zote kumbuka umaarufu wa kudumu. Taarifa za mwishoni zinasema kampuni ya Dogas inayosimamia migahawa ya Nusret inakabiliwa na madeni makubwa, hadi sasa ikihesabiwa kama sehemu ya tetereko na anguko kubwa la Nusret Goke Ishara ya kufungwa kwa matawi mengi duniani kuzalishwa kwa hasara kubwa katika baadhi ya matawi, kuacha kazi na malalamiko ya wateja pamoja na wafanyakazi ni miongoni mwa vile vinavyohesabika kama anguko kubwa la Nusret Goke aliyekuwa maarufu duniani. Endelea kusalia nasi IREM TV kwa ajili ya taarifa matokeo, pamoja na matukio mbalimbali mbali duniani. Hii ni simulizi ya siku, na mimi ni Emmanuel Goodluck, mwandalizi na msomaji wa makala haya Subscribe kuendelea kupata taarifa mbalimbali popote duniani ulipo. Hakikisha unatembelea akaunti yetu ya IREM TV kila wakati, kuendelea kupata taarifa, matukio, uchambuzi pamoja na mambo mbalimbali yanayogusa dunia, hasa hasa ya kimichezo pamoja na burudani.